Mmeeleza changamoto mlio nayo ya kuwekwa na kuondolewa kwenye nafasi zenu bila sababu za msingi. Nichukue fursa hii kuelekeza wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa kwamba waganga wafawidhi wasiondolewe kwenye nafasi zao bila ya kupimwa au kupima utendaji wao kwa mwenendo wao utumishi, wa kiutumishi na kinidhamu. Nitarejea, ninawaelekeza wakurugenzi wa mamlaka ya serikali za mitaa waganga wafawidhi wasiondolewe kwenye nafasi zao. Kwa mganga mkurugenzi, umenisikia vizuri? ni mpaka taratibu za kupimwa utendaji wao, na iwapo itabainika kwamba kuna changamoto za kinidhamu, changamoto za kimaadili au changamoto nyingine kubwa ambazo zinapelekea kuondolewa kwenye nafasi yao, si kwa utashi wa mkurugenzi wa mamlaka ya serikali za mitaa. Nadhani nimeeleweka vizuri linawataka watumie vigezo vya utendaji au kupima upimaji wa ubora key performance indicator, si kwa utashi wa mkurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa. Nadhani mkurugenzi, umenisikia vizuri. Pia ninaelekeza Ofisi ya Rais TAMISEMI kuweka utaratibu mahususi wa mafunzo ya uongozi na uendeshaji yani leadership and management. Hii nadhani ndio inaendelea pale mzungu. Kwa hiyo utaratibu huu uwe ni utaratibu endelevu, ili waganga wafawidhi wa vituo vya kutolea huduma za afya ya msingi waweze kujijengea uwezo wa kiuongozi na kuwawezesha kumudu majukumu yao kwa ufanisi zaidi. Ndugu waganga wafawidhi, nimesikia maazimio kadhaa mliojiwekea yale yanayotuhusu tumeyapokea na nitaomba Mheshimiwa Waziri wa Afya uridhie timu ya TAMISEMI pamoja na timu ya afya basi wakae kwa pamoja kuyapitia na kuyafanyia kazi kwa pamoja ili kusudi pale tutakapokutana, pengine tutakapoamua kukutana, ili Watanzania kote nchini waweze kuwafahamu na kazi nzuri wanayofanya kule, kule chini basi tutaangalia kama ulivyoelekeza, tutaangalia namna ya kutolea majibu kwenye hoja ambazo tayari tutakuwa tumezifanyia kazi. Wakati huo ninapenda kuwaasa kama ambavyo tayari nimetoa maagizo hapo juu. Ofisi ya Rais TAMISEMI iko tayari kutekeleza maazimio yote ndiyo kubaliana inayohusu wizara yetu. Tutakaa pamoja na wenzetu wa afya kama ambavyo Mheshimiwa waziri ameridhia na kuona namna ya kuyafanyia kazi na kuyatekeleza. Nimalizie kwa kwa, eh, hotuba yangu hii, sina hakika kama ni fupi au ndefu <laughs> kusisitiza yale ambayo waziri wa afya ameyasisitiza, umuhimu wa kufanya kazi kwa kulingana na maadili ya utumishi wa umma. Nendeni mkazingatie miongozo, nendeni mkazingatie sheria, nendeni mkazingatie viapo mlivyoapa wakati mnatunukiwa vyeti vyenu vya kitaalamu katika sekta hii mahususi ya afya. Kila mmoja wenu kama mtumishi wa umma na mtaalamu kwenye sekta ya afya ana jukumu kubwa la kufuata maadili na kuendeleza utendaji kazi kwa kuzingatia viwango vya juu kabisa, viwango vya juu kabisa vya uwajibikaji, ueledi, utiifu, uadilifu, uzalendo na uaminifu wa hali ya juu. Baba wa Taifa aliwahi kusema, zipo kazi zinazoweza kufanywa na mtu yoyote lakini kazi ya kuhudumia Watanzania katika mahakama, kazi ya kuhudumia Watanzania katika sekta ya afya ni kazi inayohitaji kujitoa. Si kazi ya kila mtu, ni kazi ya wachache waliochaguliwa, ni kazi ya wachache waliochaguliwa na ninyi ni miongoni mwa wachache mliochaguliwa kwa kazi hii. Nendeni mkafanye kazi hii, wekeni uzalendo mbele, tangulizeni taifa letu mbele, mkalifanye kazi hii kwa kukumbuka maelekezo ya Baba wa Taifa na maelekezo ya Rais wetu wa awamu ya sita Dr. Samia Suluhu Hassan anayoyatoa mara kwa mara. Tujikumbushe kwamba kazi yetu inahusu maisha ya watu na inaweka mzigo mkubwa wa dhamana kwenu. Kila tendo na uaminifu, kila tendo la uamuzi unaofanya inapaswa kuongozwa na maadili ya kitaaluma na viapo vilivyo hapa. Tukumbuke kuwa sisi sote ni kioo kinachoakisi azma ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kuwatumikia Watanzania wote kwa weledi ili wafaidi matunda ya uhuru na ustaarabu wa taifa letu. Namwomba Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki, na mwomba Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki na kuwakumbusha kuhusu wajibu huu mkubwa. Na pia nawapongeza kwa yote mazuri mnayoyafanya kwa taifa hili, hongereni sana ninawapongeza kwa kuendeleza na kuyatekeleza yale yote mnayoyafanya katika sekta ya afya ya kuongeza ubora wa utolewaji wa huduma kwa Watanzania walio wengi wa taifa letu. Linawategemea sana, taifa letu linawategemea sana sana. Taifa hili ni taifa changa linalohitaji tujitoe muhanga kuwahudumia Watanzania. Ninawaomba sana, kwa wale ambao tunasahau tukumbuke, asilimia kubwa tuliopo hapa tumesomeshwa na serikali, na wapo baadhi yetu tumesomeshwa na wazazi wetu walioko vijijini, waliouza mashamba yao waliouza trekta wengine, ili sisi twende tukasome tukawahudumie wao. Ninawaomba sana, mkitoka hapa nendeni mkawaambie wengine, muwe na huruma na Watanzania wanapokuja kwenye vituo vyenu. Ninawaomba muwe na huruma na Watanzania. Nendeni mkaifanye kazi hii kama ibada kwa Watanzania. Ninawaomba sana pale ambapo wakija Mtanzania kwenye kituo chako, hebu sura yake yule aliyekuja muone kama ni amekuja mbele yako, mzazi wako amekuja mbele yako, mjomba wako amekuja mbele yako, amekuja mbele yako, jirani yako. Mnapotoa huduma, hebu kumbukeni ndugu zenu. Mnapotoa huduma, hebu kumbukeni kwamba huduma hii unapoitoa kwa mtu huyu, usipomtendea haki kwa kumsikiliza na kumhudumia vizuri, hebu kumbuka pengine ndugu yako naye ya anafanyiwa hivyo eneo lingine. Ninawaomba sana mjishushe mnapowahudumia Watanzania. Rais wetu anawategemea sana, mheshimiwa waziri amekwisha sema hapa, Watanzania wanawategemea sana sisi wizara moyo wetu ni ninyi, tunawategemea sana. Kufanya kwenu vizuri ndio utulivu wa taifa letu. Kufanya kwenu vizuri katika maeneo yenu ndio inaleta moyo kwa Watanzania, kuona sasa huduma za afya zinatolewa vyema. Kwayo niendelee kuwasihi na kuwaomba, jishusheni. Ukijishusha hakuna atakayechukua digrii yako, hakuna atakayechukua diploma yako hakuna atakayechukua cheti chako. Kwa kujishusha sana sana mtanzania yule, yule mhudumia, kwa kujishusha atakushukuru na kukuombea, Mwenyezi Mungu akuondoshee husuda, Mwenyezi Mungu akuondoshee mitihani katika dunia hii. Fanyeni kazi hii kama ibada. Mmenisikia vizuri jamani? Ninawaomba sana mimi binafsi kwa utendaji mnaofanya sasa Nataka niwaambie, nina imani kubwa sana sana nanyi, nina imani kubwa sana, ninawaamini sana. Ninawaamini sana, na sote kwa pamoja tutaweza kufanikisha malengo ya kuleta mapinduzi makubwa katika utolewaji wa huduma ya sekta ya afya ya msingi au ngazi ya afya ya msingi.